Ni habari njema kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, kwani Uganda imetangaza rasmi mwisho wa mlipuko wake mpya wa virusi vya Ebola, ikiwa ni miezi mitatu baada ya mtu wa kwanza kubainika akiwa na maambukizi ya virusi vya Ebola katika mji mkuu Kampala. Hii ni Trigen Media. Shirika la habari la Al Jazeera limeinukuu taarifa ya wizara ya afya iliyotolewa siku ya Jumamosi kupitia ukurasa wake wa X iliyobeba kichwa cha habari kisemacho habari njema na kuthibitisha kwamba siku arobaini na mbili zimepita bila maambukizi mapya tangu mgonjwa wa mwisho kuruhusiwa. Mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Tedros Adhanom Ghebreyesus ameipongeza wizara ya afya ya Uganda kwa uongozi katika hilo na kujitolea kwao katika kukabiliana na mlipuko huo. Hongera kwa serikali na wafanyakazi wa afya wa Uganda kwa kukomesha mlipuko wa Ebola. Alisema kwenye ukurasa wake wa X siku ya Jumamosi. Maambukizi ya Ebola yanatokea mara kwa mara nchini Uganda, taifa ambalo lina misitu mingi ya kitropik ambayo ni hifadhi ya asili ya virusi hivyo. Mlipuko wa hivi karibuni uliosababishwa na aina ya virusi vya Sudan uligunduliwa mnamo Januari 30 mwaka huu, wakati muuguzi wa kiume alipopata virusi hivyo na baadaye kufariki dunia aina hii ya virusi bado haina chanjo iliyoidhinishwa. Ilikuwa ni mlipuko wa tisa nchini Uganda tangu nchi hiyo ilipobaini maambukizi ya kwanza mwaka elfu mbili. Taifa jirani la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ambayo imepata milipuko zaidi ya 12 ikiwa ni pamoja na mlipuko wa mwaka 2018 hadi mwaka 2020 ambayo iliua takriban watu 2300. Uganda bado ipo katika hatari kubwa ya kuenea kwa ugonjwa huo kutokea kwa taifa hilo jirani pia. Mlipuko wa hivi karibuni ulianzia Kampala, jiji lenye shughuli nyingi na lenye watu wapatao milioni nne na kituo kikuu cha usafirishaji kinachounganisha mashariki mwa DRC, Kenya, Rwanda na Sudan Kusini. Wataalamu wa afya wanasema Uganda imeweza kutumia uzoefu wake katika kupambana na ugonjwa huo kwa miaka mingi ili kudhibiti ueneaji wake. Hii ni TriGen Media. Usisahau kusubscribe channel hii.